Perception yake ya dunia ni ile ambayo mzazi ame ame provide hmm. So hiyo ndio inaleta hiyo utofautiano kiasi. Kwa hivyo kumlea kama tulivolelewa na wazazi wote itakuwa ni ni ngumu, manake yeye saizi ako exposed e, perception yake ya dunia si kama yako, manake saizi yeye anaangalia kuna movies, anaangalia kuna nini, documentaries, kuna vitabu, kuna saizi social media wanaongea huko So unapata perception yake ya dunia ni tofauti na we mwenye ulilelewa pahali ulikuwa unajua tu mzazi, jirani, shuleni, kanisani ambao wote hiyo wakati mtoto alikuwa wajamii. So wote wanakulea the same. So au ndio unajua au hujui dunia nyingine yoyote. Na kuna example umepeana hapa, mtoto mm -hmm. atakwambia ana stress na mzazi atamuuliza, wewe una stress gani na mimi nakutafutia kila kitu mm -hmm. I think Especially, na teenage, mtoto akifika katika ile teenage eh, age yake inakuwaga mtihani sana katika masuala kama haya, mtoto unapata anafikiria vitu tofauti na nini, na mtoto ambaye hatapendi kushare na mzazi, huyu mzazi anafaa kumlea vipi wakati huo? Unajua, ukikuja kwa uzazi, ukweli useme ni kwamba mzazi huwa halei watoto wake wote the same, na hapashi kulea watoto wote the same, maanake watoto wako na kuna ule mtoto ambaye ni extroverted ya atakwambia kila kitu, hata ukimfinyilia atajiongea, na kuna ule introverted ni mpaka umkaribie ndio uweze kupata ni nini inaendelea akilini mwake. So mzazi anapasha kujua hawa watoto wake ni personalities gani ana deal nazo na atawahandle laje, ndio hata kama huyu mtoto ako introverted, kuna venye unaweza jua wakati ako na furaha na wakati amehuzunika ama wakati amebadilisha tabia zake, ajue ni jinsi gani nita approach mtoto wangu, na huyu extroverted limits zake ziko wapi? mm -hmm. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuwa anacheka sana, anasema huyu anakuanga hivi, lakini imeenda beyond venye huwa anafanya kikawaida. so, mzazi a observe personalities za watoto wake, na mzazi pia akuwe wa ukaribu kwanza. Saizi venye dunia imekuwa mbaya, saizi mtoto si wa jamii. Unaweza kusema mtoto ni wa jamii na ambaye unamtrust, na mtoto wako aende am amfanyie kitendo kibaya. So kuwa rafiki, na pia ukuwe mzazi ujue boundary ya urafiki unafikia wapi na ya uzazi inafikia wapi, ndio hata from that young age mtoto akuange na ile validation ya kichochote, kikinifanyikia mtu wa kwanza kukimbilia ni mzazi. mm -hmm. mm. the conversation between Abubakar and the doctor, eh, kitu ambacho nimeweza kupik out of all of it is uh, the sense of uh, communication mm -hmm. uh, between all parties mm -hmm. kwa mfano kama ni mzazi na mwanao kama ni mtu fulani na community jamii wazee kama ni between mke na mume all of it is just about communication how you uh, deliver your message and all that mm -hmm. so back to it ningependa kukuuliza because uh, uh, psychologists have been there for the longest time tangu mimi labda nikiwa mtoto mm -hmm. and all that, ningependa tu kujua nyinyi kama wa, uh, wana saikolojia kwanza mm -hmm. Je, jamii kufikia sasa mm -hmm. wamewakumbatia kwa kiasi kipi? Uhum. kufikia sasa, that is one number two in terms of uh, tuseme uh, kwa mfano kitu ambacho uh, tumeweza kushuhudia for, the, for, for, for, for a bit of time right now, tuseme kama lately tume, tumeweza kuona watu wengi ambao wa, wa, wa, wana commit suicide, wengi wao si kuchukua ile uhai wao peke yake, wataunganisha pamoja na jamii. Mm -hmm. Iwe ni mke, iwe ni watoto and stuff like that, then after that, uh, wakati ambapo labda kuna wanahabari wameenda kuzungumza nao utasikia wakisema ya kuwa this is a family that has a, that has had a problem apb fo theons tim mm -hmm. Unaona, so where where where has the community been and as Abubakar said has the community actually failed, but to top it all, ningependa kujua je, nyinyi kama wana wanapsykolojia mm -hmm. watu wameweza kukumbatia Uh, eh, zile huduma ambazo nyinyi mnapatiana mm -hmm. Kwa sababu kuna wengine ambao wanahoji ya kuwa uh, wana psychology to some extent it's for the rich, it's not for everyone else no, so labda uweze kutufafanulia tu. um, community iko divided mara tatu: kuna wale ambao wamekubali, kuna wale wenye mgu moja iko ndani ingine iko nje, na kuna wale wamekataa kabisa. Bado tuna kuna hiyo kuvutana nao mm -hmm. na community venye mimi nimekuwa wakati nikifanya na Equity Afya nimewaelewa, kuna wale ambao ako tayari kujileta na aweze kuongea, na kuna ule mwenye mguu mmoja iko ndani iko mwingine iko nje, ako tayari kuzungumza nasi kwa WhatsApp text ama kwa kutupigia simu, hataki kuonekana physically mm -hmm na wote tumewaheshimu hata mpaka tuko na nambari zetu mm -hmm. ambazo huwa uh, naweza zisoma ama nitasoma baadaye. Baadaye ni sawa, sawa. So hizo nambari tu huwa tunaziandika, alafu huyo mtu kama hayuko tayari kuonekana because ana feel eh, wakiniona nimeenda hospitali kumwona counselor watashangaa kwa nini mimi nime, unaona atatupigia hapo ama atasema naweza zungumza na nyinyi kwa njia ya Mm -hmm. Mm -hmm. So hivyo ndio nimeelewa community, alafu ikikuja kwa hali ya familia, si kila, si kila mtu anakujali. Hiyo ni kitu moja kila, uh, kila mwanadamu anapaswa kujua. So wakati umeingia kwa hiyo ndoa unapaswa kujua Who is the person under authority? Mwenye ukienda kumshtaki mwenzako huko anaweza mkalisha chini akawazungumzia. Tuko na makasisi tuko na maimamu, tuko na wazazi ambao uh, waliwazaa, wali, wali, mnaweza kuripoti huko, na wakati mwingine pia makosa yengine tunapointia hawa watu wa authority maanake. mm -hmm. Unapata mtu wako kwa hii ndoa ambayo iko na vurugu mm -hmm. akimwendea pengine ya kasisi anaambiwa, ombea ndoa yeah. yako. mm -hmm. Lakini utaomba mpaka lini? mm -hmm. Unajua kuna zingine una itabidi tu umejitoa mapema mm -hmm, na ukweli, nilitamani ifanye hii ndoa ifanye kazi mm -hmm, lakini kwa sababu ya hii na hii nikaamua nijitoe, kwa sababu wewe ukiamua kuvumilia unasahau kwamba, uko, unajengea watoto wako, um, an, a toxic environment. True. Mtoto hata ataogopa kuoa ama kuoleka in future because anakuwa like eh ndoa wacha nikae peke peke yangu, na wewe kama mzazi ukae hapo uage dunia. Mara mingi utapata pengine hapo una deal na mtu mwenye ni narcissistic, mm -hmm. Uwezi mbadilisha narcissistic. Narcissistic ni ujitoe, hata ukae naye miaka ngapi haezi badilika. Hapo ni ujitoe. Alafu unapata wengine wenye wanaamua kuua familia mzima, ni mtu ambaye ameingia ame into depression na sasa amefika hiyo point ya suicidal. Hao watu wenye huwa wanakuwa na suicidal thoughts huwa wanapanga huwa ana arrange how atafanya kila, kila kitu so hivyo basi huwa anaangalia: eh, nitawacha hao watoto wangu, na nani. Hmm. Eh, na huyu mke wangu si atabaki amehuzunika. So anaamua aje, wacha twende wote, hmm. So hapo ndio anajipata amemaliza familia mzima alafu yeye ajitoa mwisho hmm. Hmm. Okay. Kwa sababu pia tulikuwa tuzungumzia kuhusiana na swala hili la betting lakini naona pia muda ndio umekimbia hivyo. Eh, muda umeoma lakini tunaweza tukarigusia kwa sababu uh, kamari imetajwa mm -hmm. eh, kuwa mojawapo kati ya sababu ambazo huleta msongo wa mawazo na Wakenya wengi sana hujua hususan wa vijana wamekuwa wakijitoesha uhai lakini msikilizaji